Uweze kujifunza kwa habari ya somo hili la Shilo, nitakuwa na kipengele kinachosema, nitakuwa na kipengele kinachosema mguso wa Shilo. Asubuhi hii inasema mguso wa Shilo, mguso wa Shilo. Naomba unisikilize kwa makini. kila anayekuja shilo anakuja kuhudumiwa kwa njia yake au kwa namna yake. Kila aliyeenda shilo alihudumiwa au Mungu alimgusa kwa namna yake. Biblia inasema Ana alipokuwa akienda shilo, haja yake au hitaji lake alilokuwa kihitaji mbele za Mungu, alikuwa anataka Mungu ampe nini? Ampe mtoto kwa hiyo Ana alipokuwa akienda Shilo mwaka kwa mwaka alikuwa anahitaji Mungu aweze kufungua uzao wa tumbo lake. Sasa na sisi Mungu ametupa kusanyiko la Shilo kama mahali pa hatima na utulivu ili kila anayekuja mahali hapa ili kila ambaye ametoka kule alipotoka kufika mahali hapa ili aweze kupata kile ambacho anahitaji ndani ya moyo wake. Bibi nasema ya kwamba yule mwanamke alikuwa anaugua, yule mwanamke alikuwa anahitaji mtoto kwa sababu ya Penina aliyokuwa anamsema mara kwa mara. Kwa hiyo Ana alipokuwa anaenda Shilo, alihitaji Mungu afungue tumbo lake ili aweze kupakata ili aweze kuwa na uzao sasa na wewe umetoka nyumbani, umeacha kazi yako, umeacha mambo yako ya mkini, ulikuwa una mambo mengi ya kwenda sehemu mbalimbali, umeacha ukasema, ngoja niende Shilo, mahali pa hatima na utulivu, ili niweze kukutana na Mungu, ili niweze kukutana na zile baraka ambazo zipo ndani ya kusanyiko la Shilo. Ndio maana unapokuja mahali hapa unakuja kwa lengo la kukutana na Mungu yule Mungu aliyemhudumia Ana wakati wa Shilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetenga mahali hapa siku mbili, ni kwa ajili ya kusanyiko la Shilo, ni kwa ajili ya mahali pa hatima, ili uweze kupata mpenyi wa kiungo ili uweze kukutana na Mungu, ili uweze kupata mkuso huu wa Shilo ambao ulimtembelea Ana. Haijalishi unataka mtoto, kwa sababu umekuja kwenye kusanyiko la Shilo lazima utapakata. Mwakani majira kama haya lazima upakate kwa sababu umekuja kwenye kusanyiko la Shilo unahitaji biashara izaliwe, itazaliwa. Kwa nini? Kwa sababu umekuja kwenye kusanyiko la Shilo, na Shilo ni mahali pa kupata yale mambo ambayo ni magumu, yale yaliyoshindikana kwa wanadamu. Unapokuja kwenye kusanyiko ile la Shilo unapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kikubwa imani yako, mawazo yako, fikra zako, elekeza kwa Mungu. Usielekeze kwa mtumishi awaye yote, mtazame Mungu, mwangalia Mungu. Bibilia inasema ya kwamba Ana alipolia madhabauni alipomlingana Mungu alipata uzao. Bibilia inasema Mungu akamkumbuka. Unahitaji Mungu akukumbuke, lazima umlingane katika roho na kweli, lazima umtazame Mungu. Lazima umtazame Mungu, lazima umwangalie Mungu. Ukimtazama Mungu, ukimwangalia Mungu, kile unachokihitaji utakipata, kile ambacho unakihitaji utakipata. Kwa nini? Kwa sababu amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Kwa hiyo unapomtegemea Mungu, lazima utapata kile kilicho bora kuliko kingine. Ni kweli, Ana alichelewa kupakata, lakini Mungu alimpa Leo tunafungua Bibilia, tunasoma Samueli wa kwanza, tunaenda tunasoma Samueli wa pili, tunasoma namna ambavyo alitembea na Mungu. Lazima na wewe ifike mahali umtafakari Mungu, hata kama kuna jambo ambalo umelisubiri kwa muda mrefu limechelewa. Kikubwa mlingane Mungu kikubwa mtazame Mungu kikubwa mtegemee Mungu kikubwa mwangalie Mungu yule ambaye ana uwezo wa kubadilisha historia yule ambaye ana uwezo wa kubadilisha historia yako Bwana Yesu asifiwe Shilo Shilo Shilo ni mahali Shilo ni mahali pa kicheko Shilo ni mahali pa kicheko. Kwa nini nasema Shilo ni mahali pa kicheko? Kila aliyeingia Shilo aliingia akiwa na huzuni, aliingia akiwa na mateso, aliingia akiwa amechoka, lakini anapotoka atoki kama vile alivyokuja. Atoki na kicheko, atoki na uzuni tena. Anatoka na kicheko ndani yake, anatoka na faraja ndani yake, anatoka na kuinuka ndani yake, anatoka na kustawi ndani yake. Kwa nini? Hakuna ambaye alikuja Shilo akabaki jinsi alivyo. Ndio maana Mungu yupo kwa ajili ya kubadilisha historia ya kila mmoja, kila ambaye anakuja mahali hapa, kila ambaye amekuja mahali hapa siku ya jana na siku ya leo kwa ajili ya kusanyiko hili la Shilo hata baki kama alivyo, Mungu atabadilisha historia yake kwa ghafla, kama jinsi ambavyo alimkumbuka ana akabadilisha historia yake kwa ghafla. Mungu atabadilisha na yako kwa ghafla, kwa ghafla yale yaliyoshindikana ya yale yaliyokataa, utakapotoka leo mahali hapa, na kuhakikishia kama Mungu aishivyo, nimesimama juu ya madhabahu hii ya huduma ya ukombozi wa nafsi nuru hapa duniani, Mungu atakutendea kwa ghafla, atakutendea kwa ghafla, atakutendea kwa ghafla na uhakika Narudia tena ya kwamba nimesimama juu ya madhabahu hii ya ukombozi wa nafsi nuru hapa duniani, yale yaliyokataa kwenye maisha yako, Mungu atakutendea kwa ghafla, Mungu atakutendea kwa ghafla. Haijalishi imekataa kwa muda gani, Mungu atakutendea kwa ghafla, kwa ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tisa mpaka ule wa kumi na moja. Samueli wa kwanza sura ya tisa. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya tisa mpaka mstari ule wa kumi na moja. Samuel wa kwanza sura ya tisa mpaka kumi na moja. Neno la Kristo linasema, Ndipo Ana akainuka alipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwino wa hekalu la Bwana. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana, akaweka nadhiri akasema, ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako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 ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka nisikilize. Ana anahitaji Mungu amkumbuke, ameweka nadhiri ya kwamba Mungu amkumbuke, ili aweze kumpatia mtoto wa kiume. Je, kile ambacho umemwomba Mungu ukaweka nadhiri ya kwamba endapo Mungu ukinipa nitakutolea inadhiri nitakufanyia moja mbili tatu. Je, Mungu akikupa utaitimiza ile nadhiri? Maana Ana alipopewa yule mtoto Biblia inasema alimpeleka madhabahuni, alimpeleka madhabahuni. Kwa nini alimpeleka madhabahuni? Ni kwa sababu alikuwa amekwisha kuweka nadhiri mbele za Mungu. Watu wengi wanaweka nadhiri mbele za Mungu, lakini hawakumbuki kuitengua, hawakumbuki kutoa au kukamilisha ile nadhiri walioweka mbele za Mungu. Biblia inasema utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau, usinisahau. Kwa hiyo unapokuja Shilo, unapokuja Shilo, mwambie Mungu, mimi ni mjakazi wako, nahitaji biashara. Mimi ni mjakazi wako, nahitaji kujenga nyumba. Mimi ni mjakazi wako, nahitaji uniinue. Mimi ni mjakazi wako nahitaji unifanikishe mimi ni mjakazi wako nahitaji ndoa, mimi ni mjakazi wako nahitaji moja mbili tatu, wakati unamwambia Mungu, wakati unamwambia Mungu, alafu unamwambia kile kipengele anachosema, naomba unikumbuke, naomba unikumbuke. Unapomwambia Mungu, naomba unikumbuke, pale chini Biblia inasema Mungu akamwambia Mungu akamkumbuka Ana. Kwa nini alimkumbuka Ana? Ana alishaomba maombi ya kukumbukwa. Ana alishaomba maombi ya kutokusauliwa. Akamwambia Mungu, usimsahau mjakazi wako. Usimsahau. Kwa hiyo leo tutakapoenda kuomba, tutakapoenda kumsihi Mungu, nakuambia ya kwamba mwambie Mungu akukumbuke. Mwambie Mungu akukumbuke. Mwambie Mungu, usinisahau Bwana. Yesu asifiwe. Mwambie Mungu asikusahau. Mwambie Mungu, nikumbuke. Kuna sadaka ulishawahi kutoa, mwambie Mungu, leo niko hapa nikumbuke, nikumbuke. Matendo ya Mitume sura ya kumi bibilia inasema Mungu kakumbuka sadaka za Kornelio. Kwa nini na wao usimkumbushe Mungu leo? Kwa nini na wao usimkumbushe Mungu kwa kile ambacho ulishawahi kufanya kwa ukamilifu? Mwambie Mungu, naomba unikumbuke, nimechoka na hii hali, nimechoka na hii mateso, nimechoka na madeni, nimechoka na kutakataliwa, naomba unikumbuke. Utaona kama hatanyamaza, hata nyamaza, hata nyamaza Mwambie Mungu nikumbuke. Kuna wakati nilikuwa nakaa mahali fulani, nikawa nadaiwa kodi ya miezi mitano, sina mwelekeo, sina dira, sijui nitapataje pesa. Ilikuwa tarehe thelathini na moja ya mwezi wa kumi na mbili mwaka wa ishirini na ishirini na tatu, nadaiwa hela ya miezi mitano, sina pesa, sina kabisa kabisa, sina Nitafanyaje? Tarehe 31 ilikuwa ni siku ikifika jioni tunavuka mwaka tunaingia mwaka mwingine 2024. Lakini wakati natoka nyumbani niko barabarani, nikamwambia Mungu, je, sijawahi kukutumikia hata mara moja kwa ukamilifu? Hata mara moja. Naomba unikumbuke mara hii, unikumbuke Unaelewana jamani, nikamsi Mungu sijawahi, sijawahi. Nikamwambia Mungu, unaweza tu, maneno la uzima libadilishe haya yote. Hata usipofanya mimi, bado nitakuamini tu. Nikaendelea kuimba, nikaendelea kumwangalia Mungu, nikaendelea kumtazama Mungu. Ilipofika saa sita ilipofika saa sita, kuna mtu akaja akaniambia chukua hii pesa, akanilekea laki tatu na hamsini. Mungu si amefanya? Si nimemtegemea? Si nimemkumbusha? Kwa nini mimi na wewe leo tusimkumbushe Mungu pale ambapo tumefika mwisho? Mungu ndiyo anaanza hapo hapo. Kikubwa tusikate tamaa, kikubwa tusikate tamaa kabisa. Kikubwa tumtazame Mungu, tutazame msalaba Tumtazame Yesu. Ni kweli kabisa, una mwelekeo, ni kweli lakini, tumtazame Mungu, tumtazame huyu Mungu wa Shilo abadilishe historia yetu. Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unakata tamaa? Luka kumi na nane anasema hivi: imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Yesu asifiwe. Una pumzi, una miguu, unatembea, usikate tamaa. Njooni tuombe hapa. Njooni tuombe hapa. Kwani